Ndugu, eh, bipendo utajiandaa karibu, ndugu, eh, uh, uh, uh. Asante. Asante. Naibu bala Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa katibu mkuu wa wa na makamu Zanzibar, ndugu waandishi wa habari na wanachama mlioko ndani ya ukumbi wetu kama ambavyo nimetambulishwa naitwa Lucas Ngoto mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Shinyanga pamoja na Simiu, iko hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda mfupi tu juu ya, ya tukio la jana namna ambavyo lilitokea na unyama mkubwa ambao tulifanyiwa jana na watu ambao wanajiita ni polisi, ila mimi kwa imani yangu sidhani kama ni polisi wanaweza kufanya yale matendo, kwa sababu mimi nimefika, nimefika mahakamani asubuhi ufika mahakamani getini, kaomba kuingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti, na lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mimi kwangu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa analetwa kwenye kesi, alafu ni haki yetu kuisikiliza, alafu nisifike mahakamani kwao. Mimi mimi binafsi nilikuwa nimeapa kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi. Nimefika kwenye geti lile la mahakama, wakaanza kusema leo hakuna mahakama hapa, leo hakuna mahakama, mahakama ifanyi kazi. Polisi waliokuwa pale wakasema mahakama ifanyi kazi, sawa. Baadaye wakati naondoka, wakawa wanamshambulia dada Eliza tulivyoenda kuwambia mimi na wenzangu wakinatoa na pambaru, mbona mnamshambulia huyu dada mke, apu, apu. Kamato, matua, na ni mwanamke, wakatukamata hapo hapo. Tulivyokamatwa tulikamatwa watu tisa, na hatukuwasumbua polisi. Hatukuwasumbua polisi, metukamata watu tisa bila kuwasumbua. Wametembea na sisi kwenda Kawe huko, wamezunguka na sisi zaidi ya masaa manne wakaenda wakatushusha kwenye kakituo kamoja ka polisi kana askari mmoja peke yake, tukakaa kama deka tano hivi, wakatupakia tena kwenda kwenye gari, walipakia kwenye gari wakatupeleka karibia na Mbweni, kituo cha polisi cha Mbweni, lakini baadaye hawakutuingiza kituoni, wakatupeleka huko ambako walienda kutupiga huko ununio. Tulipofika maeneo ya ununio kwenye lami, tulikuta defender mbili ambazo zina askari au hawa wanaojiita polisi, ambao tunahisi kazi yao ilikuwa ni kupiga watu, kwa sababu ile gari iliyotutoa kule Kisutu, yenyewe ili, ilienda, tulipofika pale ilikuwa moja. Wakati tunaenda baharini huko nunio, zikawa tatu koo. Tulipofika mule, kuna vichaka fulani hivi, tulipita njia kwenye vichaka hapo. Tulipofika hapo kwenye hivyo vichaka, wakamshusha dada Pendo, wakaanza kumpiga. Kuna askari mmoja alikuwa na nyota nyota kama mbili akaanza kumpiga dada Pendo kama anaua nyoka, na wengine wote tukaambia, shuka kwenye gari, vua viatu ficha uso, vua viatu ficha uso, na kama unaweza kuomba Mungu omba Mungu, jikabidhi kwa Mungu. Kuhu, tuka tukaenda tukavua viatu, tukalala chali, tukaanza kupigwa kipigo cha mbwa koko, kwa natupiga kwenye nyayo, piga kwenye matako kn hivi ilivyovimba kwenda kote, hawaangali. Kulikuwa na vijana wadogo pale, wanatupiga kama vile sio hawapigi binadamu. Kwa ulivyoona tume tumechoka sasa, hata hatulii, wametupiga sasa, yaani mili imekuwa ganzi, wakatuacha wakatuwacha hapo nunio Wakati wakaambia askari huyo mkubwa aliyekuwa na nyota, akawambia watafutieni maji masafi waoge. Wakatupeleka kwenye dimbu moja, lilikuwa na maji machafu. Wakatuambia aya, ogeni humo. Tukagaragazwa kwenye lile dimbu lenye maji machafu mule ndani. Walimaliza kutugaragaza kwenye lile dimbu, wakatuambia pandeni kwenye gari. Tulivyopanda kwenye gari, tukapelekwa Mbweni. Tulifika kituo cha polisi Mbweni hatukuweka lock up. Tulipelekwa chumba cha upelelezi. Tukawekwa kwenye chumba cha upelelezi wote sisi ambao tulikuwa watu tisa. Hatukupelekwa lock up ya kawaida. Tukapelekwa chumba cha upelelezi tukawekwa humo ndani. Baada ya pale kama masaa matatu manne tuliambiwa tokeni nje. Tukapandishwa kwenye gari ndio tukapelekwa huko Bagamoyo. Wakafika mahali kwenye poli, wakasimamisha gari. Kulikuwa na kichaka wakambingeni kwenye kichaka. Wakasogea mbele, walivyotushusha wakasogea mbele, wakageuza gari, katurushia simu wakakimbia. Sasa mimi ni maswali ya kujiuliza, na naomba Watanzania wote tujiulize maswali haya. Kwa nini pale wanapotesea watu, wanapotesea watu, tulipoenda kupigwa ni eneo la la jeshi. Kama watu wanaotupiga ni askari wa kawaida, wanapata wapi kibali cha kwenda kwenye eneo la jeshi kupigia watu? Kwa nini? Lakini suala la pili ambayo watanzania tujiulize, sisi tumeenda mahakamani na tumekamatwa, hatuna hata wembe wowote wa kumshambulia askari kwa nini wanatukamata hawatupeleki kwenye vituo vya polisi, lakini wanaenda kutushambulia kwa kutupiga? Na ukweli ni kwamba kama tungelijua, kama tungelijua kwamba tunaenda kupigwa na hatupelekwi kwenye kituo cha polisi, afadhali tungefia pale Kisutu, afadhali tungefia pale Kisutu kama tungelijua tulijua tumekamatwa na polisi tunapelekwa mahakamani, na kama kuna sheria za Tanzania tumezivunja basi tunge, tunajua tutapelekwa mahakamani kwenye hizo sheria tulizo zivunja. Lakini matokeo yake tunaenda kupigwa. Tumekosa nini? Tunaenda kupigwa, maana yake ni maana ya kupigwa, maana yake ni nini? Mahakama kwenye hii nchi zimefutwa, wale wanaojiita si wanasheria, ofisi za sheria maanake zimefutwa. Polisi wana kazi ya kukamata, wanasheria wanaandaa kesi, inaenda mahakamani, mahakama inatafsiri kwamba huyu mtu anakosa ahukumiwe kwa kosa hili, lakini polisi anakamata, anachunguza, anahukumu, anatoa adhabu. kitendo cha kutukamata kitendo cha kutukamata na kwenda kutupiga na kutuachia, maana yake ni kwamba wao wametukamata, wamehukumu kila kitu, wame wamemaliza. Sasa watanzania wenzangu, haya mambo tusiyafikiri ni mambo madogo. Hata kitendo cha kutupeleka kule maeneo yale ya baharini, kuna ujumbe tu walikuwa wanatupa kwamba hapa mnaweza mkatoka au msitoke. Watanzania tusio wa kimya, tupige kelele, haya mambo. Hii nchi ni ya kwetu wote, tupige kelele, haya mambo yakomeshe kwenye taifa letu. Asanteni sana, naomba apate. Tunaposema tunaposema uharamia uliofanyika, basi ninaomba watanzania waone na